Mashindano ya mita shumta kufunguliwa na waziri mkuu Juni nane mkoani Iringa. Rais Donald Trump azuia baadhi ya mataifa kuingia Marekani. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata kwa kupitia YouTube channel yetu ati UoI Digital. pia unaweza kutufollow pale Instagram ati UoI Digital. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mashindano ya Mta, Mita Shunta na anatarajiwa kuanza kutuma vumbi tarehe nane mwezi wa sita mwaka 2025 katika viwanja vya Kichangani mkoani Iringa. Mwanahabari wetu Eliazari Matozi anamdanganya taarifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Iringa mkuu wa Tuita seru kwamba amesema mashindano hayo yataanza rasmi tarehe nane mpaka tarehe 30 Juni 2025, huku akieleza makundi yatakayoshiriki katika mashindano hayo. Sasa ni zamu yetu wana Iringa kwa wenyeji wa mashindano haya kwa miaka mitatu ijayo. Ndugu waandishi wa habari, mashindano ya Umitashumta na Umiseta yataanza rasmi tarehe nane mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa sita. Mashindano haya yatajumuisha takribani washiriki elfu kumi kutoka Tanzania bara na visiwani, wakiwemo wanafunzi wachezaji wa shule za msingi, wanafunzi wachezaji wa shule za sekondari, walimu wa, walimu wa michezo, maafisa sekta ya michezo na viongozi kutoka kwenye wizara yenye dhamana ya michezo hapa nchini. Mashindano Utashamta yataanza tarehe 8 mwezi wa sita hadi tarehe 17 mwezi wa sita hadi natarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Kasim Majaliwa ka, mbunge wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe tisa vya mchana. Aidha, ameeleza pia namna walivyojiandaa kimichezo na namna ambavyo mkoa wa Iringa utakavyonufaika katika mashindano hayo. Ndugu waandishi wa habari, napenda kualika wananchi wa mkoa wa Iringa kushiriki kwa kwenda kushuhudia mashindano ya michezo mbalimbali. Tumia fursa hii hiku kuuza bidhaa katika viwanja vya mashindano mbalimbali kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa, pia kushangilia timu za mkoa wetu na Iringa ya UMTIAMTA na UMISETA. Sambamba na hayo, Peter Serukamba ameeleza kuwa vijana kutokuwa na ubora unaofaa haitopelekea kuahirisha mashindano haya. Viwa, yes, viwango sio vikubwa kama ninavyotarajiwa, lakini lazima tuanzie sehemu. Hatuwezi kusema tuache michezo kwa sababu viwanja havijawa vizuri na ndio maana unaona sasa tunafanya miaka me, mitatu mfululizo ili na uwekezaji nao ukifanyika mfululizo tuta end up tunakuwa na viwanja vizuri vya michezo hiyo yote ya mashindano ya umitashumta kimkoa, ambayo yanafanyika mkoani Iringa, ambapo inatarajia mgeni rasmi kuwa Mheshimiwa Kasim Majaliwa, mkuu wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Peter Serukamba amewataka wafanyabiashara kuchukulia kama fursa na wakazi wa Iringa kujitokeza viwanja mbalimbali vitakavyofanyikia mbali mashindano hayo. Mimi ni Eliazar Matozi wa UoI Digital. Taarifa yake Eliazar Matozi, natukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku, nikusi endelea kuwa nasi. Rais wa Marekani Donald Trump apiga marufuku kwa mataifa kumi na mbili kuingia Marekani, ambapo katika orodha hiyo mataifa saba yanatoka barani Afrika na mataifa matano yanatoka bara la Asia, na amri hiyo itaanza kutekelezwa Jumatatu ya tarehe tisa Juni mnamo mwaka 2025. Aidha, mataifa hayo yatakabiliwa na masharti magumu ya kuingia nchini Marekani. Miongoni mwa nchi kutoka barani Afrika ni Libya Chad, Sudan, Yemen, Somalia, Burundi, Togo, Equatorial Guinea na Congo Brazzaville. Na katika bara la Asia ni Iran, Laos, Afghanistan na Myanmar. Ambapo Umoja wa Afrika umeingilia kati na kuiomba Marekani kuiangazia ikiwa inaweza kutumia mbinu ambayo itajumlisha majadiliano na mataifa husika na vile vile kuwepo na mawasiliano ya wazi. AUC inaomba Marekani kushirikiana kwa karibu na bara la Afrika. Mmoja wa raia kutoka Somalia, Mogadishu, anasema "Sikubaliani kabisa na rais donald Trump kwa sababu wa Somali husafiri kwenda Marekani baada ya vita, na sasa wanajenga maisha yao mazuri huko nchini Marekani. Na tunaomba rais abadilishe mtazamo wake, watu wetu waweze kuishi kwa amani huko nchini Marekani. Shukrani sana. Grace Matimbo, kwa habari za kimataifa, mtazamaji wa UoI Digital. Hii ni taarifa ya habari, tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi tutakwenda moja kwa moja kujifunza lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Hali gani mtazamaji wa UoI digital, karibu. Kuna kipengele nadra, kipengele adhimu cha msamiati wa leo ndani ya UoI Digital TV. Leo tuko na msamiati reresha. Je, wewe unafahamu maana halisi ya msamiati huu? Twende kutazama, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wajaribu kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu ambalo linaitwa reresha. Yaani reresha, wewe neno ushawahi kulisikia sehemu au hapana? indonasikia kwako. Je, ukisikia reresha, kuna watu wale ambao wanakuwa wanatembeatembea sana mitaani. A, yeah. kuna mtu yule ambaye hana kazi, kazi yake ni kuzurura. hy tuna mwitaje kwa ujumla wake huyo huyo? Kwa, kwa, kwa, kwa lugha ya kawaida tunamwita kaa msera tu, mtu ambaye anazurura zurura, tuna neno moja dia reresha. Reresha wewe ushakusikia hili neno reresha e? a kulisikia kabisa neno reresha kwa mfano kuna ile hali ya mtu kuwa anatembea kwa mtu ambaye hana kazi na kwa kazi yake ni kutembea tembea mitaani, mtu tunamhitaji huyo? Anaweza anaweza kuzunguka tu bila, bila kazi. Naam, mtazamaji wa Digital. Tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini e, juu au maana halisi ya msamiati reresha, lakini tumeweza kuona wengi wao wameshindwa kabisa kuelewa maana halisi ya msamiati huu. Na maana halisi ya reresha ni ile hali au kile kitendo cha mtu kutembea tembea huku na huko kupiga porojo, tunaita hiyo hali ni reresha bana. Nimetaka nikuache na sentesi semayo kwamba eh, Nasrdin Nabia ni mtu wa reresha kweli kweli. Na sini, edijito, na na usema, re re wa Digital asiiudi tuhabarike kidijitali. Nami nakuacha na sentensi inayosema Kasongo ana tabia ya reresha, na namnaindo maana halisi ya samiati reresha, mtazamaji wa UoI Digital. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho, ni kutakie mwisho mwema wa wiki. Ulikuwa nami Angel Msele, asante na kwa heri.